Haujapata pressure from family kufanya nini ya kupata mjukuu? Ee, amna, wametulia tu. Waafrika waafrika vile wanapendaga wajukuu eh

Hapana, hapana, ah, mtoto ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ila umepanga ama hujapanga. Okay. So oh, mm. Akikuja atakuja mm. Kuna wale ambao waja okay. Unajua, mimi nambianga watu mambo ya watoto sitakai kuongea mipangilio sana mm -hmm. Mi mwenyewe mamangu alipata akiwa 16 years okay. Okay. Right. So mnataka kwa ufupi, mnataka lakini mnangoja wakati wa Mwenyezi Mungu no, yani mm. I wish ningeongea zaidi. Ongea okay. okay. lakini wangoje matokeo. Ongee, kutoke. Sema ikutoke.